Ipo nyota katika mfumo wa makundi nyota kumi na mbili ambayo ukiangalia kwa haraka haraka watu wengi huwa wanaipita kwa kuwa tu ipo katika position ambayo mtu akiangalia anaweza kupita haraka na kuendelea mbele, lakini katika makundi nyota kumi na mbili basi hiyo ni moja kati ya nyota ambazo watu wake huwa wanaanza kwa maisha magumu sana, struggling na vitu vingine, kila kitu, hata elimu yao, mwanzo wao wa ukuaji na makuzi, kila kitu kwa huwa ni changamoto kubwa sana. Basi nifuatilie mpaka mwisho wa video hii, utaweza kuijua ni nyota gani hii. Ni nyota ambayo o, ina bahati sana kiuchumi. Na ni nyota ambao huwa mwisho wa siku wao mara nyingi huwa hawafi, isipokuwa wanakufa wakiwa wamefanikiwa sehemu moja na kuacha athari kubwa sana katika maisha yao, na watu wengi huwa wanaangalia na kuona kweli, hawa ni watu ambao walikuwa wana maana katika dunia. Na nyota hii ni nyota ya watu ambao ni wapambanaji, watu ambao wamefanikiwa kwa kishindo, na hata ufanye nini, hata useme nini, waroge, ufanyie kila kitu ambacho ni kibaya, hiana na kila aina ya fitna, basi wao mara nyingi mwisho wa siku huwa wanaamka wakiwa ni wenye kushinda, yani wanaamka ni nyota gani? Basi ni moja kati ya nyota ambayo ukiwaangalia wahusika wake popote pale atakapokuwa katika kundi la watu kumi, basi utamwona yeye ndo anayeonekana zaidi. Yani ni mtu ambaye ee, yeye ni identiti yake inaweza kuonekana akiwa kwenye kundi la watu watu. Wengine mnaweza mkadhania ni nyota ya uongozi. Hapana, isipokuwa ni nyota katika nyota ambazo inasimama kama nyota ya mpambanaji ama nyota ya kiongozi, lakini sio kiongozi wa makundi kama vile kiongozi tuseme rais na mwinginewo. Hapana, ni nyota moja kati ya nyota ambazo mambo yake yakeni uroge uwange, ufanye chochote, ufunge na kila aina ya balaa utakalofanya, useme vibaya, uwatete, uwafungie kila aina ya vishindo na vitimbi, basi utaona hakuna nyota ambayo inaibuka kidedea. Chochote kile unachofanya, utaona wao wanafanikiwa, na hata uwafanyie nini katika maisha yao, lakini mwisho wa siku they will promise you kwenye macho yao kwamba sisi tutafanikiwa ama mimi nitafanikiwa, they always going by th sikiliza sauti za akili yao, basi moja kwa moja jua kabisa hao ni watu wanaofanikiwa. Na hata katika uongozi wa mashule utaona wanaanza kupewa uongozi wakiwa na miaka kumi, utaona huyo anakuwa monitor, anaanza kuongoza wenzie, na hata sekondari akianza kuinukia inukia, utamuona yeye ni kiongozi na atakayechaguliwa kwa urahisi sana, na ndio mstari wa mbele, na ni yani, ukisikia kina fulani na yumo, na hata ukisikia kwamba wale backbenchers, yeye hakosi, anakuwemo. Na nyota ambao wanaonekana ni watu wenye vurugu na wapendi kukaa kwa amani, na hata ukim t akakaa sehemu hawezi kutulia atakaa anaongea tu hata akiwakuta watu wamezubau wote wamekaa kimya atasema chochote ambacho kinaweza kikawafanya watu wote wale washtuke na kuweza kuongea je nyota hii ni nyota gani basi fahamu kabisa kwamba hii ni nyota ya kwanza katika mlongo wa nyota kumi na mbili nayo ni nyota ambayo yenye bahati sana na yenye nguvu sana endelea kunifuatilia katika video hizi basi utajua siri nyingi za nyota na siri nyingi za elimu ambazo wewe hujawahi kuzijua kabla katika mlolongo wa nyota kumi na mbili basi iko nyota ambayo yenyewe huwa tunaiona kwamba ni nyota yenye pesa zaidi kuliko nyota zingine. Kila nyota ina nguvu yake, lakini katika nguvu ya pesa ni nyota hii hapa, ambayo katika mlolongo wa nyota kumi na mbili ni moja kati ya nyota. Basi utawaona wenye nayo ni watu ambao hawapendi mabadiliko ya haraka, lakini vilevile vile vitu vya kujichanganya changanya ama kuwavuruga vilevile, kukosa ulinzi wa aina yoyote na kutokuwa na uhakika kwa jambo lolote, vilevile katika kuchambua mambo ambayo yanawalazimisha kuchambua na baadaye hayana faida yoyote na wao, lakini pia watu hao utawakuta ni watu ambao wanapenda mambo ya mabustani, kupika, mziki na mambo ya mapenzi, ikiwa ni pamoja na nguo zenye kwaliti kubwa na kufanya kazi kwa kutumia mikono yao. Hii ni nyota katika mlolongo wa nyota kumi na mbili ambayo ina pesa zaidi. Je, ni nyota gani? Basi nifuatilie mpaka mwisho wa video hii kuweza kuitambua ni nyota aina gani. Ni nyota ambayo watu wake udhaifu wao huwa ni kiburi pamoja na kutawala, ikiwa ni pamoja na kuwavuruga wenzao, yaani hiyo ni udhaifu wao, kwa maana wao wakikaa hawawezi kuona raha bila kumvuruga mtu wala kumchokoza mtu, ni watu wachokozi. Lakini vilevile vile katika nguvu yao tunaangalia ni watu wenye kutegemea, wenye subira, wenye kutenda, wenye kujituma na ni watu ambao wanawajibika na watu ambao hawapindishwi yani huwa ni watu wako stable. Lakini pia katika namba zao za bahati huwa tunaangalia ni namba mbili sita tisa kumi na mbili pamoja na ishirini na nne Katika sayari ambayo inayotawala yani, sayari yao tawala huwa inaitwa ni Zuhura. Siku yao ya bahati huwa ni Jumaa ikiwa ni mchana, lakini pamoja na Jumatatu ikiwa ni usiku. Usawa wao ukiangalia ni fixed, lakini pia rangi zao za bahati huwa ni kijani na pinki. Mada yao ni ardhi. Kwa hivyo kwa wengi tukiangalia kwenye nyota hii katika mfumo makundi nyota kumi na mbili, basi huwa ni nyota ya pili katika mlolongo wa nyota kumi na mbili, ambayo huwa ni nyota ya ng'ombe. Hivyo ng'ombe inashika nafasi ya kwanza kabisa katika watu wenye uwezo na abiliti ya kutengeneza pesa. Ikiwa una nyota hii, basi jua kabisa una nguvu na kipawa kikubwa cha kutengeneza pesa na hutakufa bila kuchezea pesa katika mlolongo wa nyota kumi na mbili basi iko nyota ambayo yenyewe huwa ni nyota ina akili zaidi kuliko nyota zingine, yaani kila nyota huwa ina sifa yake, lakini tunapokuja kwenye swala la kusifu nyota yenye akili zaidi, basi huwa tunasifu nyota hii. Ukiwaangalia wenye nyota hii jinsi walivyo, ni watu wasiopenda kuwa wapweke kubanwa lakini vilevile kutokuwa na maamuzi. Wanachopenda ni watu wanapenda mziki, vitabu, magazeti, kuchati kwa karibu na kila mtu, yaani wao kuzungumza zungumza na kila mtu, mizunguko mifupi ya mjini. Lakini pia katika udhaifu wao tunaangalia aibu, kukera kirahisi, yaani wao ni wenye kukerwa kirahisi, lakini vilevile kuchelewa maamuzi, yaani ni watu ambao hawana fast decision making. Nguvu yao tunasema ni watu ambao ni wema, wenye kupenda watu, wadadisi, wenye kuendana na hali zote, uwezo wa kusoma haraka n ishana mawazo, lakini vilevile tukija kuangalia kwenye rangi zao, basi ni watu ambao rangi zao huwa tunaangalia ni light green pamoja na njano. Tukiangalia katika usawa wao, yani ile quality, huwa tunasema ni watu wenye nyuso mbili. Lakini katika siku zao za bahati, tukiangalia ni Jumatano pamoja na Jumapili usiku. Sayari yao huwa ni atwarid, ambao tunasema ni mercury na ndio rura ya siku hiyo. Lakini vilevile vile watu wanaoendana nao sana, ukiangalia utakuta ni mshale pamoja na ndoo, ambazo za bahati tukiangalia tunakuja kukuta tano saba kumi na nne ishirini na tatu. Je, nyota hii ni nyota gani? Tukiangalia katika neno lao la siri basi huwa ni fikra, na ndio neno ambalo linakuwa lina wampawa zaidi kwamba wakitaka kujimpawa yeye mwenyewe huwa anasema nafikiri. Hata ukiwaangalia utaona kwamba wanaendana sana na mshale, na wanyama wa nyota hii ukiangalia ni ndege wenye rangi za kung'aa pamoja na vipepeo. Ila nyota hii ni moja kati ya nyota ambazo zina hatari hasa katika mambo ya kusafiri na safari zenyewe zikiwa ni safari za anga. Asili yao pia, yaani ile necha yao, ukiwaangalia ni watu ambao wenye kuweza kuinua hasira za watu kirahisi sana. Kulingana na maneno yao, basi huwa wanaamsha hasira za watu haraka zaidi. Je, ni nyota gani basi? hii ni nyota ya tatu katika mlolongo wa nyota kumi na mbili, nayo huwa ni nyota ya mapacha na ndiyo moja kati ya nyota ambazo tunaikonsida kwamba ni nyota ya watu wenye akili zaidi. Katika mlolongo wa makundi nyota kumi na mbili, basi iko nyota ambayo yenyewe huwa tunaiona kwamba ni nyota yenye utukufu zaidi kuliko nyota zingine. Kila nyota ina nguvu yake, lakini katika nguvu ya kitukufu huwa ni nyota hii hapa, ambayo katika mlolongo wa makundi nyota kumi na mbili, basi wenye nyota hii utawaona kwao ni watu ambao huwa hawapendi watu wageni kwao, yani mtu ambaye hawajatambuli lakini pia hawapendi kukosolewa na mama ikiwa ni pamoja na kufunuliwa maisha yao, lakini pia watu hao wa utawakuta ni watu ambao wanapenda mambo ya sanaa, kufurahia mambo ya nyumbani kupumzika juu ya maji yani kuogelea au pembezoni mwa bahari ni sehemu wanazopenda, kuwasaidia wanaowapenda na chakula kizuri na marafiki. Hii ni nyota kati ya nyota zenye utukufu zaidi, basi nifuatilie mpaka mwisho wa video hii kuweza kuitambua ni nyota gani. Ni nyota ambayo wenye nayo utawaona kuwa ni watu ambao, madhaifu yao ni watu ambao wanakuwa mudi, yani hisia ya kubadilika badilika ghafla. Unaweza ukamwona ana huzuni au ana hasira, lakini pia kukata tamaa, kushuku, ujanja kwa wengine na kutokujiamini Yani hiyo ni madhaifu yao. Kwa maana pia ni watu wa wanapenda kunung'unika na kusikitika pasipokuwa na uvito wa kufanya hivyo. Ni watu ambao kwenye nguvu yao tunategemea, ni watu wenye ustahimilivu, maono, uaminifu, hisia na wenye huruma na kushawishi. Lakini pia katika namba zao za bahati huwa tunaangalia ni namba kuu mbili ambazo ni namba tatu na saba ikiwa ni pamoja na namba zao zingine ambazo ni namba rafiki kwao, namba mbili kumi na tano pamoja na ishirini Katika sayari ambayo ni sayari yao tawala ni mwezi Siku yao ya bahati huwa ni Jumatatu mchana na Alhamis usiku. Usawa wao ukiwaangalia ni cardinal, ni watu wanaoendana sana na nyota ya mbuzi, ikiwa pamoja na ya ng'ombe. Lakini pia rangi zao za bahati huwa ni rangi nyeupe na bright blue, maada yao ni maji. Kwa hivyo kwa wengi tukiwaangalia katika mfumo wa makundi nyota kumi na mbili, basi hii huwa ni nyota ya nne katika mlolongo wa makundi nyota kumi na mbili, ambayo huwa ni nyota ya kaa, yaani kansa. Waarabu huwa wanaita sultan, yani mfalme. Hivyo kaa inashika nafasi ya kwanza katika mfumo wa makundi nyota kumi na mbili kuwa ni nyota ya kitukufu zaidi na wenye nayo basi ni watu wenye uwezo wa kitukufu kwa kuhisi au kuwa na maono ya mambo yajayo, ikiwa ni pamoja na nguvu ya miujiza katika makundi ya nguvu za miujiza. Na hivyo kwa wale tunaoamini katika metafizikia, nyota hii inashika nafasi ya kitukufu zaidi, kwa kuwa tu nusu ya uhai wa mwanadamu ni maji na utengano wa mbingu na ardhi huwa ni bahari. Lakini pia tukijidhihirishia, kwa kuwa ni nyota ambayo pamoja na mwezi vipo chini ya uangalizi wa malaika Jibril ambaye ni Gabriel na dini nyingi, huwa zinamuita Roho Mtakatifu. Ikiwa wewe una nyota hii, basi jua kabisa ni moja kati ya watu waliobarikiwa. Jitahidi kupunguza madhaifu yako ambayo ni mashaka pamoja na kukata tamaa, ili uweze kuamsha nguvu yako ya maono pamoja na utukufu. Ipo nyota katika mfumo wa makundi nyota kumi na mbili ambayo yenyewe tukiitizama tunaona ndio nyota tajiri zaidi kuliko nyota zingine zote. Kila nyota ina sifa yake, lakini tunapozungumzia nyota tajiri zaidi, basi huwa ni hapa, ambayo tukiitizama kuanzia yenyewe sayari yake, mlango wake, vyote tunaona vimesimama katika utajiri. Na hata kwa mtu, basi huwa tunaangalia katika sayari hii ambayo imejaa nishati na uhai. Ni nyota ambayo ukiwaangalia wenye nao utakuta ni watu ambao huwa wenye sifa ya utawala. Nguvu ya nyota hii ni pamoja na ubunifu, shauku ukarimu, moyo safi, furaha, wenye kupendelea kucheka. Udhaifu wa nyota hii ni kiburi, ukaidi, kujitegemea, uvivu na muda mwingine ni kama watu wasiokuwa na akili mambo yao. Je, yeah, ni nyota gani hii? Basi nifuatilie hadi mwisho wa video hii kuweza kuitambua ni nyota gani. Wenye nyota hii ni watu ambao hupenda sana maeneo ya kujichanganya kwa watu, ajili ya kujionyesha, kuchukua likizo, kupenda mambo makubwa ya gharama na rangi zenye kuwaka, kujifurahisha pamoja na marafiki. Wasichopenda ni kupuuzwa na hali kuto kutukuzwa kama mfalme au malkia yani, akitukuzwa ya mathalan mfalme au malkia huona raha usawa. Nyota hii ni dume, asili yake ni moto, tabia yake ni thabit, lakini pia sayari yao ni jua ama Shams, yani sun. Siku yake nzuri ya, ya bahati ni siku ya Jumapili na Jumatano usiku. Namba yao ya bahati ni namba moja, tatu, nne, kumi na kumi na tisa. Malaika wake anaitwa Raukayail au Rafael. Rangi zao za bahati tukiangalia huwa tunaangalia ni rangi ya dhahabu pamoja na machungwa yaani orange nyota zinazoendana nayo ni nyota ya ndoo pamoja na mapacha na hata hisia yao katika mwili huwa tunaangalia ni sehemu ya moyo je yeah, ni nyota gani basi hiwa ni nyota ya tano katika mlolongo wa nyota kumi na mbili nao ni watu ambao wamezaliwa kati ya tarehe ishirini na tatu julai hadi ishirini na mbili agosti hiyo ni kwa Western Sign. kwa tarehe zinazoenda na wakati huwa tunasema tarehe kumi na tano agosti hadi kumi na tano septemba hii ndio sababu mtajua kwa nini wa wanatumia tarehe hizi hivyo simba inashika nafasi ya kwa kwanza kabisa katika nyota tajiri, inatufanya sisi kusema katika mlolongo wa nyota kumi na mbili basi ipo nyota ambayo yenyewe tukiangalia tunaona kuwa ni nyota makini zaidi kuliko nyota zingine. Kila nyota ina nguvu yake, lakini katika nguvu ya umakini zaidi basi ni nyota hii hapa, ambayo yenyewe tukiangalia watu wake ni watu ambao utaona ni watu wasiopenda ufidhuli. Yani, rudeness za watu pia kuomba msaada na kupewa attention kama mtu mwenye final saying, yani wao ni kitu ambacho wapendi. Wanachopenda ni wanyama, ikiwa ni pamoja na vyakula vyenye afya, vitabu na mambo ya asili, yani nature na usafi. Ukitaka kuwa vuruga, basi uwe mchafu au mazingira yako yasiwe masafi. Madhaifu yao, katika madhaifu yao, ni watu ambao wenye aibu mbele za watu, hofu, kujikosoa sana na watu wengine, muda wote wao ni kazi na hakuna mchezo. Nguvu yao, katika nguvu yao, ona kuwa ni watu ambao waaminifu sana, wachambuzi ambayo inabeba utukufu wa nyota hii, wema, ikiwa ni pamoja na kufanya kazi kwa bidii, yani kujituma na vitendo zaidi kuliko maneno. Hivyo ukitaka kuona nguvu ya wenye nyota hii basi hakikisha hayo unayazingatia. Hata watu wanaoendana nao sana, ukiangalia ni watu wenye nyota ya samaki pamoja na kaa. Rangi zao za bahati ni kijivu, njano iliyopauka na udongo mkavu. Maada yao ni ardhi, usawa wake ni mutable au tunaweza kusema kwa sanifu yake ni kigeugeu. Siku yao ya bahati ni Jumatano. Ukiwaangalia, sayari yao ni Mercury na namba zao za bahati ni namba tano na namba tatu. Pia ni watu wana hatari katika kuamsha hasira na machafuko kwa wengine. Hii ni kutokana na asili yao ya kuingilia mambo kwa ulimi wao mkali na asili yao ya kutoendekeza hisia. Nao ukiwatizama katika tarehe zao za kuzaliwa ni kati ya tarehe ishirini na tatu Agasti hadi ishirini na mbili Septemba kwa western science na tarehe kumi na sita Septemba hadi kumi na tano Oktoba kwa eastern science ambazo ni sahihi zaidi kwa watu liozaliwa mashariki je yeah, ni nyota gani hii basi hii ni nyota ya sita katika mlolongo wa nyota kumi na mbili nayo ni nyota ya mashuke kwa kiswahili ama virgo kwa kiingereza na sumbura kwa kiarabu nayo ndiyo nyota ambayo inashika nafasi ya kuwa ni nyota makini zaidi kuliko makundi nyota yote kumi na mbili katika mlolongo wa nyota kumi na mbili basi iko nyota ambayo yenyewe tukiangalia tunaona kuwa ni nyota yenye mapenzi zaidi kuliko nyota zingine kila nyota ina nguvu yake lakini katika nguvu ya mapenzi zaidi ni nyota hii hapa ambayo tukiitizama wenye nao tunaona kuwa ni watu ambao hawapendi vurugu, ukosefu wa haki, watu wenye midomo midomo na watu wenye kulingana mtizamo, yani baina ya mtu mmoja na mwingine. Wanachopenda ni maelewano, upole, kushirikiana na wengine na mitoko ya nje. Madhaifu yao ni kutokuamua kuepuka mabishano, kubeba chuki au kinyongo na kujihurumia. Nguvu yao ni ushirikiano, kidiplomasia, neema, haki na ni watu ambao wana nguvu kijamii. Tukiwaangalia katika maada yao ni upepo. Rangi zao za bahati ni rangi ya pinki pamoja na kijani. Usawa wao ni kadinari. Siku yao ya bahati ni Ijumaa mchana na Jumatatu usiku. Sayari yao ni Venus. Namba zao za bahati ni sita na tisa. Hata nyota zinazoendana nao sana ni nyota ya punda pamoja na mshale. Tarehe zao za kuzaliwa ni tarehe ishirini na tatu Septemba hadi Oktoba ishirini na mbili kwa Western Signs, ikiwa ni pamoja na Oktoba kumi na saba na Novemba kumi na sita kwa Eastern Signs, ambazo ni sahii zaidi kwa watu waliozaliwa mashariki. Je, ni nyota gani hii? Ukiwangalia, wenye nyota hii ni watu ambao wenye kujituma, wanapenda sanaa, wepesi, waaminifu, wanaamani, wamejaliwa uzuri na wema na wanapenda maelewano na watu. Sayari yao ni moja kati ya sayari ambayo inawasaidia katika kuwapa mwonekano mzuri na kuwa na ladha ya mapenzi na kupenda mapambo ya mwili, mfano saa na cheni na kupenda starehe. Wanyama wanaofuata sana ni nyoka pamoja na mijusi, hata katika majumba yao. Hatari yao kwenye nyota hii, ni watu ambao huwa wanatabia ya kuchochea hisia mbaya kwa wengine katika hali zinazohusiana na mapenzi. Hii ni kutokana na kuwa wao ni watawala wa mapenzi, hivyo wapelekea wao kukosa maamuzi, na wakati mwingine hutoa hukumu ya mapenzi kirahisi sana. Hivyo wenye nyota hii huwakasirisha na kuwakatisha tamaa wapenzi. Pia wanamwelekewa kubadilika badilika na kutokuwa na imani. Ukitaka ushauri wa mapenzi usiwafate hawa, ambao wao wanaamini hata ngetaka mahusiano na mtu yeyote duniani wangeweza kuyapata je ni nyota gani hii basi hii ni nyota ya saba katika mlolongo wa nyota kumi na mbili nayo ni nyota ya mizani kwa kiingereza tunaita libra na kwa kiarabu tunaita mizani nayo ndiyo nyota ambayo inashika nafasi ya kuwa na mapenzi zaidi kuliko nyota zingine katika mlolongo wa nyota kumi na mbili, basi iko nyota ambayo yenyewe tukiitizama, tunaona kuwa ni nyota ambayo watu wake huwa hawapendi usaliti, kukosewa uaminifu, kufichua siri, mambo ya juujuu na maongezi madogo. Wao hupenda kitu ambacho kiko kamili kamili, wanachopenda ukweli, uhakika, kuwa sahihi, vipaji, mzaa pamoja na shauku. Udhaifu wao katika madhaifu yao ni watu wasioamini, wenye wivu, hila pamoja na jeuri. Nguvu yao, wao ni marafiki wakweli, wakarimu, wenye nguvu majasi.

pamoja na shauku kubwa jinsi ya kuwajua zaidi, utawaona ni watu wenye tamaa. Mada yao ni maji, rangi zao za bahati ni nyekundu damu ya mzee na rangi ya kutu. Usawa wao ni fixed. Siku yao ya bahati ni Jumanne. Namba zao za bahati ni namba mbili pamoja na namba nne. Sayari yao ni Pluto kwa Western Sign na Mars kwa Northern Signs, ambayo ni sahihi zaidi kwa watu waliozaliwa kaskazini. Nyota za watu wanaoendana nao sana ni nyota ya ng'ombe pamoja na kaa. Tarehe zao za kuzaliwa ni ishirini na tatu na no Oktoba pamoja na Novemba. Moja, hii ni kwa Western Science. na novemba kumi na saba hadi disemba kumi na tano kwa Eastern Science, ambazo ni sahihi zaidi kwa watu waliozaliwa mashariki je ni nyota gani basi hii ni nyota ya nane katika mlolongo wa nyota kumi na mbili nayo ni nyota ya nge kwa kiswahili Scorpion kwa kiingereza na Akrab kwa kiarabu nayo ndiyo nyota ambayo inashika nafasi ya kwanza katika ukweli kuliko nyota zingine katika mlolongo wa makundi nyota kumi na mbili basi iko nyota ambayo yenyewe tukiitizama huwa tunaona kuwa ni nyota yenye bahati zaidi kuliko nyota zingine. Kila nyota ina nguvu yake, lakini katika nguvu ya bahati zaidi ni nyota hii hapa, ambayo katika mlolongo wa nyota kumi na mbili basi utaona wenye nayo ni watu ambao hawapendi watu wanaoshikamana, yaani watu wenye wakuwangang'ania ngang'ania kulazimisha vitu, yaani mtu anakuwa anamlazimisha kitu kuwaona wajinga yani, mtu akiongea kitu anamuona mjinga na maelezo mengi. Yani ni watu ambao wanapenda, huende nao short and clear. Wanachopenda ni uhuru, kusafiri, falsafa na kutokatoka nje, yani mtu wa kuwa outing. Udhaifu wao ni watu ambao wana ahadi nyingi kuliko kutimiza, yani utaona mtu anaahidi mambo makubwa na mengi lakini anakuwa hatimizi. Vile vile ni watu ambao wanakuwa na papara kusema chochote bila kujali mbele ya nani au hekima yake ya kusema kile kitu. Nguvu yao ni wakarimu mawazo mapana sana, hisia kubwa ya ucheshi na yenye kufurahisha. Maada yao ni moto, rangi zao za bahati ni bluu pamoja na bluu ya moto, usawa wao ni mutable, siku yao ya bahati ni Alhamis, namba zao za bahati ni tano na saba, sayari yao ni Jupiter, kito chao ni feruzi, ambayo ikiandaliwa vema huwaonyesha yajayo, yani future. Nyota za watu wanaoendana nao sana ni nyota ya mapacha na punda. Tarehe zao za kuzaliwa ni novemba ishirini na mbili hadi disemba ishirini na moja hiyo ni kwa western signs, na disemba kumi na sita mpaka januari kumi na tatu kwa eastern signs ambayo ni sahihi zaidi kwa watu waliozaliwa mashariki. Je, ni nyota gani hii? Basi hii ni nyota ya tisa katika mlolongo wa nyota kumi na mbili, nayo ni nyota ya mshale kwa Kiswahili, Sagittarius Kiingereza, kausa kwa Kiarabu, nayo ndiyo nyota ambayo inashika nafasi ya kwanza katika nyota zenye bahati zaidi kuliko nyota zingine mlolongo wa nyota kumi na mbili basi iko nyota ambayo yenyewe tukiangalia tunaona kuwa ni nyota yenye heshima zaidi kuliko nyota zingine. Kila nyota ina nguvu yake, lakini katika nguvu ya heshima zaidi ni nyota hii hapa, ambayo katika mlolongo wa makundi nyota kumi na mbili, basi utawaona wenye nayo ni watu ambao hawapendi karibu kila kitu. Yani wao wakati mwingine hata ukiwaulizwa wanapenda nini, watakujibu tu wata mkumbo wanachopenda ni familia ni maduni muziki hali duni, yani kutojionyesha na ufundi wa mikono ili kiwango cha juu ubunifu. Kama madhaifu yao, basi ni watu wenye ujuaji mwingi, sio samee, kujishusha na kutarajia mambo mabaya. Yani wao mara nyingi huwa ni watu wenye kutarajiatarajia mambo mabaya. Katika nguvu yao, ni watu ambao ni wawajibikaji, wenye heshima, wenye kujitambua na wenye kupangilia vema mbo yao. Namba zao za bahati ni nne nane kumi na tatu pamoja na ishirini na mbili Rangi zao ni nyeusi. Usawa wao ni kadinari. Siku yao ya bahati ni siku ya Jumamosi mchana na Jumapili usiku. Sayari yao ni Zohari. Malaika wao ni Israel. Jini wao ni Maimun Kiarabu ama Memon Kiingereza pamoja na Maimuna Kiswahili, ambao wote hao wanakuwa wanamaanisha kwamba ni jini mwenye mabawa ambaye ni mweusi. Nyota zinazoendana nao sana ni nyota ya ng'ombe na kaa tarehe zao za kuzaliwa ni tarehe ishirini na mbili disemba hadi kumi na tisa januari kwa watu waliozaliwa magharibi na kumi na nne januari hadi kumi na mbili februari ambazo ni sahihi zaidi kwa watu waliozaliwa mashariki je ni nyota gani h basi hii ni nyota ya kumi katika mlolongo wa nyota 12 nayo ni nyota ya mbuzi kwa kiswahili capricorn kiingereza na jadi kiarabu nayo ni zaidi, nyota ambayo ni yenye heshima zaidi kuliko nyota zingine katika mlolongo wa makundi nyota kumi na mbili basi iko nyota ambayo yenyewe tukiangalia tunaona kuwa ni nyota yenye matumaini zaidi kuliko nyota zingine. Kila nyota ina nguvu yake, lakini katika nguvu ya matumaini zaidi ni nyota hii hapa, ambao wenyewe tukitizama nyota hii, ni watu ambao hawapendi mipaka, kuvunjika kwa ahadi, kuwa wapweke, mambo matupu matupu na yenye kuboa. Ndio ukimwambia kitu, umwambie kitu ambacho kinakuwa kina ukamilifu. Wanachopenda ni watu wanapenda kufurahi na marafiki, biashara ambazo ni za hatari. Yani ukimletea biashara ambazo ni easy going hakuelewi. Lakini vilevile kupigania jambo, majadiliano ya kiakili pia ni vitu ambavyo wanapenda zaidi. Madhaifu yao ni watu ambao kuwepa kujieleza kihisia huwapigia kelele kwa mabishano wale wanaowauliza na ni watu ambao hawana maelewano na hujitenga na watu. Hayo ni madhaifu yao. Nguvu yao tunaona kuwa ni watu wenye maendeleo wasiobadilika na wenye utu. Mada yao ni upepo. Rangi zao za bahati ni light blue. Usawa wao ni Fixed. Siku yao ya bahati ni Jumamosi mchana na Jumatano usiku. sayari yao ni Uranus. Hata nyota zinazoendana nao sana ni nyota ya simba na mshale. Namba zao za bati ni namba moja na namba saba, tarehe zao za kuzaliwa ni 20 Januari na 18 Februari kwa Western Science na 13 Februari hadi 13 March kwa Eastern Science ambazo ni sahihi zaidi kwa watu waliozaliwa Mashariki. Je, yeah, ni nyota gani? Malaika wake ni Uriel au Rufayail kwa Kiarabu, na jini wake ni maimun abanukh, na shetani wake ni zazel. Je, ni nyota gani hii? Basi hii ni nyota ya kumi na moja katika mlolongo wa nyota kumi na mbili nayo ni nyota ya Aquarius kwa Kiingereza, ndoo kwa Kiswahili, dalu kwa Kiarabu, nayo ndiyo nyota yenye matumaini zaidi kuliko nyota zingine katika mlolongo wa makundi nyota kumi na mbili basi iko nyota ambayo yenyewe tukiitizama tunaona kuwa ni nyota yenye imani zaidi kuliko nyota zingine. Kila nyota ina nguvu yake, lakini katika nguvu ya imani zaidi ni nyota hii hapa, ambayo yenyewe nayo tukiwatizama ni watu ambao hawapendi kujua yote, yani ujuaji sana, ni jambo ambalo hawapendi kukosolewa, mambo yaliyopita yani kuanza kuwafuata ni yani mambo yaliyopita kuanza kuwafuata upya, ukatili wa aina yote, yani wanachopenda ya yani yani ni watu ambao wanapenda kuwa peke yao Kulala, mziki, mapenzi, kuogelea na mada za kiroho. Udhaifu wao ni watu ambao wenye kuogopa kuamini kupita kiasi, huzuni, tamaa za kukwepa ukweli, kutupiwa lawama na kufa shahidi nguvu yao ni watu ambao wanahuruma wabunifu wenye machale wapole wenye busara na wakimuziki. Yaani hiyo ndio nguvu yao. Rangi zao ni dhambarau iliyopauka ambayo ni mauve, lilac, purple, violet na kijani bahari, yaani sea green. Usawa wao ni mutable. Maada yao ni maji. Sayari yao ni Neptune na Jupiter. Malaika wake ni Sarfayail au Zadkiel kwa Kiebrania. Jini wake yanaitwa Shamhurush au Bethor kwa Kiebrania. Siku yao ya bahati ni Alhamis mchana na Jumapili usiku. Nyota zinazoendana nao sana ni nyota ya mashuke na ng'ombe namba zao za bahati ni namba mbili na namba sita. Tarehe zao za kuzaliwa ni tarehe kumi na tisa Februari hadi ishirini March kwa Western, kumi na nne hadi kumi na tatu Eastern kwa ambazo ni sahii zaidi kwa watu waliozaliwa mashariki. Ni nyota gani? Basi ni nyota ya kumi na mbili na mwisho wa mlolongo wa makundi nyota kumi na mbili nayo ni nyota ya samaki kwa Kiswahili, kwa Kiingereza huti kwa Kiarabu. Nayo ndiyo nyota yenye imani zaidi kuliko nyota zingine.